Yes, bwana, heavyweight wekundu wa Msimbazi Simba wametoa taarifa rasmi e, kuelekea pale nchini Egypt kwenye mchezo wao wa kwanza kabisa wa robo fainali ya michuano ya kombe la shirikisho. Tuachane mm na taarifa hizi sasa, kwa namna ambavyo wewe unaotazamia mchezo huu kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba unakwenda kuwa mchezo wa aina gani? Nah, bwana kwanza nikwambie kitu kimoja, mimi binafsi nimefurahi sana michuano hii kurejea, kwa sababu mimi huku ndo nyumbani Sawa yaani mi huku ndio vitu ambavyo unapenda, yaani yale mambo ya sijui dabi kuairishwa, sijui mambo ya mguto, mara sijui kas, mara nini vile, yaani mimi sio vitu vyangu kabisa. Vitu vyangu mimi ninavyovipenda au sehemu ambayo mimi naipenda kujidai ni kwenye hii michuano, kwa sababu huku uzuri wake ni kitu kimoja tu, huku hamna zile bla, bla sijui nini, nini sijui hivi na hivi hakuna, sijui wazee, sijui mbuzi, sijui nini, huku hakuna. Huku ni facts, records insights Tactical analysis vitu fulani vizito vya kiufundi ambavyo mimi ndo napenda sana kuvizungumzia. Kwa hiyo, uh-huh, nimekuja nyumbani sawa, na nategemea nitakuwa na kupeni na walisha na nyinyi, sababu unajua nyinyi ndio mnafaidika zaidi, wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza kujua vitu vingi kuhusiana na Almasri kutoka kwangu kuliko mtu anayekusikiliza kwahiyo ya nimefurahi na uh-huh, Simba naenda kukutana na mchezo mgumu by the way kule Misri lakini ni mchezo ambao wanaumudu ugumu. Jambo moja, kwasababu ushafika robo fainali nokaut steji na of course unacheza na mtu kama Almasri ambaye ameshawahi kufika nusu fainali kwenye hii hii michuano. Tafsiri haraka haraka, ugumu upo, lakini ule ugumu haimaanishi Simba hawawezi kuumudu, sababu Simba wameshakutana na kashikashi nyingi sana kwenye hii michuano ambayo wamekutana na timu zenye uzito wa juu zaidi kuliko Almasri, kwahiyo kwa haraka haraka ni hivyo ndio. Kwa hiyo yu... wajipange of course wajipange, kwa sababu ni of course ni timu ambayo kwanza ni kongwe, maanake imeanzishwa mwaka elfu moja mia tisa ishirini na muda mrefu kuliko Simba Sports Club eh? maanake imeanzishwa alafu Simba inakuja kuanzishwa takriban miaka kumi na sita mbele. Maanake ni kwamba ni timu ambayo ime, ime, imeanzishwa muda mrefu zaidi, lakini kuanzishwa kwake Still bado Simba ana mafanikio ukija kwenye ngazi ya kimataifa kuliko Almasri, kwa sababu Almasri kwanza, kwenye klabu bingwa hajawahi kushiriki, ameshiriki kwenye kombe la shirikisho of course amejaribu kuqualify, yani kwamba amecheza ile qualification ya kombe la shirikisho mara sita, katika hizo mara sita amefanikiwa kuqualify mara nne. Umeelewa? manake mwaka elfu mbili kumi na saba walicheza michezo wa kuqualify kombe la shirikisho, lakini safari yao iligotwa na KCCA ambao waliweza kuwaondosha kwenye last stage kabla ya kuingia kwenye group stage, wakashindwa kuficha kwenye group stage. elfu mbili kumi na nane, nafikiri unakumbuka, walianza walimtoa Simba Sports Club, lakini safari yao ilikuja ikatamatishwa na na kuna no wali no, baada ya kumtoa Simba Sports Club, walikuja kumtoa Muunana Alafu baadaye wakaingia kwenye uh, michuano hii waki kwenye hatua ya makundi manake na wakafika mpaka nusu fainali wakacheza na Vita Club, umenielewa. Mechi ya kwanza walitoka sare ya bila kufungana kule Misri, mechi ya pili inafanyika Kongo, walifungwa mabao manne sifuri. Labda kama watu hawajui wa ni kwamba Almasri, kipigo kile cha mabao manne sifuri kinakuwa ni kipigo cha pili kwa ukubwa kwenye e, hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho. Of course rekodi ya kipigo kikubwa zaidi cha nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwenye nusu fainali kinashikiliwa na Zamalek ambao waliwahi kupigwa magoli matano kwa moja na Etoile du Sahel umeelewa hiyo, tunazungumzia Oktoba kumi na tano ya mwaka elfu mbili na 15 of course hicho ndo kipigo kikubwa zaidi kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho kinashikiliwa na Zamalek. Zamalek ni mkubwa of course na kwa Zamalek kile kinakuwa ni kipigo kikubwa zaidi kwenye michuano ya kimataifa toka walipofanya hivyo mwaka 1987 wakifungwa na Asante Kotoko mabao matano kwa sifuri. Kwa unajua hilo kipindi hicho uh, michuano hiyo inaitwa African Club of Champions Club. Ndio najua. Of course kwa hiyo hizi ni records ambazo wanazo ha. Kwa hiyo sio hivyo tu, wamefika wame, wame, wame, wame pia group stage mwaka 2022 unaelewa eh, kwa sababu mwaka 2019 walitolewa na Joliba ya Mali, kwa hiyo wakashindwa kuingia kwenye group stage, lakini 2022 wameingia kwenye group stage na hii inakuwa group stage yao ya ya nne kihistoria, na katika mara zote ambazo wamefanikiwa kuingia group stage wameweza kufika robo finali sawa, ingawa katika hizo robo finali ni moja tu waliweza kuproceed mpaka nusu finali ya 2018 na ile vita klabu ambayo walikutana nayo Fabrice Ngoma alikuwepo akiunda eneo la kiungo, kwa hiyo anakutana nao kwa mara nyingine. Kwa hiyo ni timu ambayo n e, ina ina, ina, seme ni, ina uzoefu fulani, lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao ni wazoefu hapo kwenye kikosi cha Almasri ambao Simba kama Simba wanapaswa kuwazingatia na kuwaangalia kiumakini, wasiwachukulie poapoa sawa sawa sivnaelew tangu ukiachana na swala la wachezaji hili almasri hawakuwa na mwenendo mzuri sana kwenye ligi yao lakini tangu wabadilishi mwalimu eh, wanaonekana kama wamefufuka hivi na wanatoa ni kama wanatoa tahadhari hivi kwa wekundu wa msimbazi simba kwamba mje mkiwa mmejipanga eh, of course mwalimu ambao wamemleta anis bujelbene bado ni ni mpya kwa sababu amekuwa appointed tarehe ishirini na tatu februari mwaka huu Manake bado ana muda mfupi na nao. Mwalimu ambao amemuondosha Ali Maher aliweza kwenda michezo mitano, michezo mitano ya mwisho kabla hawajamtimua alishinda mchezo mmoja tu e, lakini ndo aliiongoza timu kuweza kucheza mechi zote za makundi. Kwa kwa hiyo aliisaidia ali kuweza ku, e, kufika robo finali kwa kiasi kikubwa, timu yake ikifunga mabao saba ikiruhusu manne, sio mbaya, lakini kuleta mwalimu mpya ni tunaweza kusema ni advantage lakini disadvantage kwa sababu Simba wana, wana, wana fadlu kwa muda mrefu, toka msimu unaanza hawajapitia kashikashi ya kubadilisha mwalimu wala nini. Kwa hiyo automatically mwalimu anapokuwa mpya wachezaji wanaweza wakawa wanajitoa kwa, wana kwa sababu ya kujaribu kugombania namba, lakini kuna vitu vingi vinaenda kubadilika kiufundi, na inaweza ikawa pia faida kwa upande wa wa Simba. Kwa hiyo ni win to win to, lakini uh, overall ni, ni timu ambayo ita, itatoa ushindani sawa, kwa sababu kuna vitu ambavyo Simba wanapaswa kuvizingatia kuelekea kwenye huu mchezo na miongoni mwa vitu ambavyo vya kuzingatia ni pamoja na kuelewa kwamba pamoja na kwamba Almasri wa mwache, wana wachezaji wengi sana wapya kwenye kikosi chao takriban wachezaji saba wanaoanza kwenye kikosi cha kwanza wote wamesajiliwa msimu huu, ni kama Simba, ni kama Simba, lakini kuna wachezaji ambao wana uzoefu na wana uwezo mzuri wa kuamua mechi kubwa ambao wameshawahi kufanya hivyo, sio unaelewa? na miongoni mwa wachezaji hao kuna mwamba anaitwa Fakhreddin Ben Yusuf, Fakhreddin Yusuf. Lazima -uki, ukienda kukutana na mwamba kama huyu uwe na heshima na taadhima kwa sababu ndo mchezaji pekee ambaye amefunga hat-trick so far kwenye michuano hii, michuano hii. nafikiri unajua, hey, ni hat-trick moja tu ndio imetokea ambayo yeye ndo anaishikilia akifunga mabao matatu kwa moja dhidi ya Black Bulls ya Msumbiji, si unanielewa? yeah. uh, huyu ni mchezaji ambaye uh, ni mkongwe, kwanza jambo la kwanza kwa sababu amecheza vilabu mbalimbali mbali, lakini miongoni mwa kilabu ambacho amewahi kucheza kwa mafanikio ni CS Faxie, umenielewa? Amecheza CS Faxie. Na kama hujui, ni mchezaji pekee ambaye anashikilia record ya kuwa na kombe la shirikisho alivitwaa mwaka elfu mbili kumi na tatu. Katika msimu huo aliweza kutoa pia ubingwa wa ligi na kuchaguliwa pia kuwa mchezaji bora wa Tunisia, ambao ni big achievement kwa individual player mantiki hiyo alikuwa na maelewano mazuri sana yeye, kwa watu wanaofuatilia ligi ya Liguani Professional ya Tunisia, wanaelewa kulikuwa kuna mwamba pamoja na Ali Maalule ambaye amewahi kupita wote, walikuwa wanaunda ile squad, ndio alichukua ubingwa wa ligi pamoja na ubingwa wa kombe la shirikisho, akimfunga Tipi Mazembe. Huyu jamaa alicheza na akachaguliwa mchezaji bora wa, wa, wa, wa msimu katika kipindi hicho ya anacheza umeelewa. Of course hatrick yake ambayo amefunga dhidi ya Black Bulls inakuwa ni hatrick yake ya pili kihistoria, umeelewa, kwa sababu amewahi pia kufunga hatrick e, nafikiri de, ilikuwa ni Oktoba 15 ya mwaka 2022 kipindi upo Pyramids FC kipindi hicho alifunga ali klabu moja inaitwa Ahli Al Sahil ya Sudan uh, na kuisaidia timu yake kuweza kuondoka na mabao saba sifuri kwenye hii hatua ya qualification ya kombe la shirikisho kabla ya kuingia makundi si umeelewa. Lakini kama haujui pia ni kwamba kwenye historia eh, klabu ya Al-Masri haijawahi kufunga hatrick kwenye mchezo wote wa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Huyu jamaa ndo anaandika historia kwa mchezaji wa kwanza kufunga bao kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, anaitwa Fakhreddin Ben Yusuf, Yusuf. Kwa hiyo unavuta Simba Sports Club wanavyokwenda kumkabili huyu ah, wanatakiwa wawe makini kwa sababu ana uwezo mzuri wa kufunga umeelewa, umeelewa. Lakini vile vile ni hata bao ambao lilifunga bao la pili, umeelewa? Mpira ulipigwa mrefu akau receive kwenye pressure aka control sio, umeelewa? Kisha akaweka kwa Khalid Al-Ghandwi Khalid Al-Ghandwi uh, wakati uh, uh, akampa Salah Muhsin, nyota wa zamani wa Al Ahli. Ameshawahi pia kukutana na Simba Sports Club mwaka 2019 na mwaka elfu mbili ishirini na moja akiwa na kikosi cha Al Ahli akafanya aka attempt ikawa saved alafu baadaye Uh, huyu mwamba Fakhreddin Ben Youssef akamalizia of course, amewaka kwa sababu ni, mm, ni mchezaji ambaye ndo top scorer kwenye ligi katika kikosi cha Al-Masri akiwa na mabao saba. Kwa kwa hiyo unaelewa, kwa hiyo ni, wachezaji wawili tu wapo juu yake ambaye ni Emam Ashour ambaye ndo anashikilia ile, ile listi ya wafungaji bora pale juu na mabao yake tisa mwingine ni Faisal Omar kutoka National Bank akiwa na mabao yake nane, ametai pamoja na Thierry Man anaitwa eh, huyu eh, Nasri Manzi ambaye anacheza katika kikosi cha Zamalek naye akiwa na mabao nane, alafu ndo anakuja Salah Mohsin. Kwa hiyo ni, mche, ni mchezaji pia ambaye nimemwongezea yeah, wa kuchungwa, ingawa bado hajafunga lakini, kumbuka na assist ya bao pekee ambayo lilifungwa na Ahmed Gabir ambao kwa jina maarufu anamuita Mido, nyota mwenzio wa zamani wa Al Ahli katika ile sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Black Bulls yeah, kule Msumbiji. So, ni wachezaji wa Kongwe hao. Lakini mchezaji mwingine ambaye anatakiwa kumwangalia kum, kwa heshima na taadhima anaitwa Mahmud Ahmada. Of course, huyu ni mchezaji mzuri nyota wa zamani wa Pyramids FC pamoja na Farco. Uh, lakini vilevile vile, amefunga mabao mawili katika mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya Enyimba nafikiri unakumbuka walishinda kwa mabao mawili sifuri, Almasri walikuwa nyumbani, umeelewa? yeah. hiyo inakuwa ni mchezaji wa pili kufunga magoli mawili maanake brace katika mchezo mmoja kwenye hatua ya makundi, katika mchezo wa ufunguzi wa hatua ya makundi. Nafikiri mwaka elfu mbili kumi na nane aliwahi kufanya kitu kama hicho, mwamba anaitwa Ahmed Goma ambaye aliweza kufunga mabao mawili pia katika mchezo dhidi ya Yudi the Songo katika mchezo wa, wa, wa kufuzu hatua ya, katika mchezo wa kwanza manake wa hatua ya makundi, ufunguzi wa makundi lakini kama overall kwa wachezaji waliofunga bres katika hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho, wapo watatu. Kuna huyo, kuna Ahmed Goma pamoja na Agustin Amutu, ambaye aliwahi kufanya hivyo pia mwaka elfu mbili kumi na tisa Disemba moja dhidi ya FC nouadhibou ya nchini Mauritania. Kwa hiyo hiyo bres yake aliofunga ya dhidi ya Nyimba, anakuwa mchezaji wa tisa msimu huu ambao wameweza kufunga bres kuna kina Abdullah e, Ismail bin Khasemi umenielewa, alifunga mabao mawili kwenye mchezo mmoja. Kuna mtu kama e, Celestine Ekua ambaye Ekua anahusishwa pia na Simba wa ASEC Mimosas alifunga mabao mawili pia. Kuna, e, e, kuna Joseph wa Amutu ambaye atule na maanisha, ambaye anacheza katika kikosi cha Enyimba naye amefunga mabao mawili. Kuna Yusuf Zaudi wa e, RS Berkane naye amefunga mabao mawili, yani katika hiyo listi wapo wa wachezaji hapo, lakini kuna Zakaria Bensha, nafikiri unakumbuka tulikuwa naye kwenye kundi moja, na cheza katika kikosi cha CS Constantine alifunga mabao mawili dhidi ya CS Sfaxien. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye pia anapaswa kuchungwa. Na kama haujui, ni kwamba huyu jamaa amewahi kufika finali ya Kombe la Shirikisho alipokuwa na Pyramids FC msimu wa 2019 20, lakini aliweza kufika pia nusu finali ya Kombe la Shirikisho msimu wa 2020 21 20, akiwa pia na F, eh, Pyramids FC, lakini waliweza kuondoshwa na Raja Casablanca kwa mikwaju ya ya penalty of course. Kwao au ni wachezaji ambao unatakiwa ukienda kuwakabili unatakiwa uwe na heshima na na taadhima, lakini kuna mwamba anaitwa Abdurrahim eh, Abdurrahim Dernum. Ujamaa kwanza ni play, ana uwezo mzuri wa kuplaymake playmaking ability yake ni kubwa su naenelewa katika mchezo dhidi ya Blackbulls Maputo, goli la pili ambayo linafungwa na na huyu Fahreddin Ben Yusuf ambayo nimetoka kusema amefunga hattrick. Yeah. jamaa alipiga mpira mrefu kwenye half space akimwangalia huyu Karim Bambo ambaye alikuwa anafanya mikimbio kwenye half space upande wa kulia yeye uh, aliweza kuwa na jicho hilo la kuona space pale na kuweza kupiga kwa Karim Mbambo, ambaye alienda kutoa cross ambayo iliweza kuzalisha bao la la kichwa la Fakhreddin Ben Yusuf. Yes, kuna mchezaji mwingine uh, ambaye yupo katika kikosi cha Al-Masri kwa muda kidogo mm -hmm, ambaye Simba nao wanatakiwa wamwangalie mkongwe japo umri wake sio mkubwa lakini mkongwe kwenye kikosi kwa sababu yupo kwenye kikosi toka mwaka elfu mbili kumi na tisa. Anaitwa Karim El Eraki. Karim El Eraki kwanza ni miongoni mwa majina ambayo yanatizamo na, na klabu ya Al Ahli. Ni fullback wa kulia sio, unanielewa, ni mchezaji fundi sana katika setup ya bao la pili ambayo lilifungwa na Al-Masri dhidi ya Enyimba kule Misri yeye alihusika kwa sababu alidrift mpaka kwenye eneo la kiungo na kupiga pasi ambayo ilimkuta Mohamed El Shami ambaye aliweza kutoa assist, alipiga vipasi ambayo ikamkuta huyu Mahmoud uh, uh, Ahmad, Ahmad ambaye ndo aliweza kufunga bao, huyu uh, nyota huyu Karim El Eraki ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, sawa, na anakuwa mchezaji wa pekee wa kwanza na wa pekee kuweza kushinda ubingwa wa Olympics mwaka elfu mbili kumi na tisa katika kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka ishirini na tatu. Alikuwa mchezaji pekee kutoka Misri kuitwa kwenye kikosi cha Olympics cha cha Pharaohs chini ya umri wa miaka ishirini na tatu na alitoa ubingwa na ali, aliwahi kuhusishwa na vilabu mbalimbali barani Ulaya na kwa sasa ndo taarifa zinakuja kwamba anahitajika na kikosi cha Ahli. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye unatakua, unavukua, una, una, unaenda kumkabili uwe na heshima na Ha, na atawadhima kwa sababu ana uwezo. Tactical ability yake ni kubwa, kama ana uwezo wa kudrift kwenye eneo la kiungo na kuachia pass ambayo inaenda kufungua shambulizi la bao. Tafsiri ya haraka haraka, huyo ni mchezaji ambaye anatakiwa aangaliwe kwa jicho la ziada. Yani uh, unajua Shomari Kapombe mara nyingi amekuwa ana strength zaidi upande wa pembeni pembeni mwa uwanja. Huyu Alera kini hatari hata eneo la katikati uki, ukimwachia space. Ya of course amewahi, lakini naongelea ubunifu, sio kucheza tu. Sababu unaweza ukawa unacheza unatimiza majukumu ya eneo la kiungo, lakini huna ubunifu wa kutosha kumudu kucheza eneo la kiungo. Sasa huyu Alera ak hata akimwacha eneo la... anacheza pembeni lakini hata ukimwacha akidrift eneo la, la, la katikati na kumwachia space ya kuweza kufanya maamuzi, unaweza ukalia. Kwa hiyo Simba wanatakiwa waangalie jinsi gani wanaweza ku kumdhibiti huyo. Kwa hivyo, kwa ujumla, kuna wachezaji wengi sana, si umenielewa? Kuna wachezaji wengi lakini kuna mwingine anaitwa Ahmed Muhammed Mahmud au kwa jina la utano anamwita Al-Armuti. Amesajiliwa kutokea Saramika Cleopatra msimu huu pia ni mgeni sawa. E, na alikuwepo katika kikosi ambacho kilitoa ubingwa au Saramika ubingwa wao wa kwanza wa Egyptian League Cup mara mbili mfululizo 2022 23 na 23 24. Of course amesajiliwa yeye pamoja na uh, Khalid Sobi ambaye ni center back, akiunda uh, eneo la kiungo pamoja na na, na Hashim nimeelewa, Hashim Muhammad au Muhammad Hashim kwenye eneo la katikati pale. Huyu Khalid Sobi pamoja na huyu uh, Ahmed Al-Murthy al wote wametoka katika kikosi cha Salamika Cleopatra ambacho kilitoa ubingwa wa Egyptian League Cup msimu uliopita. Sawa eh? Yeah. Uh, ni, ni winga huyu ni habari nyingine, umenielewa. Wakina Ahmed Gabir au Mido pamoja na uh, of course Mido, yeah sana sana anapishana na Mido, Ahmed Gabir. Mido pamoja na ukongwe wake amecheza Al Ahli, lakini kuna nyakati anakaa bench. Bwana mdogo anaanza kwenye eneo la ushambuliaji, kwa kwa hiyo una, unabidi uelewe kwamba kwa hiyo kwa kwenye safu ya ushambuliaji ya Al-Masri kuna huyo Al-Armuti kuna Fakhreddin yeah, Ben Yusuf, Yusuf pamoja na Salah Hussein au yeah. Wana uhakika wa kuanza pale. Nilikuwa nataka kumtaja na Karim Bambo manake kwenye ile winga wa kulia wanapokezana hawa Karim Bambo, na wote na huyu Karim Bambo naye ni ingizo jipya pia, pia. Lakini wamemuingiza mtu kama Muhamed Mahluf Mneleo ambayo ametoka katika kikosi cha Alismailia sambamba na center back Muhamed Heshim wote uh, wamesajiliwa msimu huu kutokea Alismailia sawa. Kwa hiyo ni maingizo mapya lakini Karim Bambo nda, Ahmed Goma pamoja na huyo Armuti wote ndo wanacheza katika hilo eneo, wanapokezana pale. kwa hiyo hmm. yeah, ni ni wachezaji ambao Simba Sports Club kama timu pamoja na mimi na kocha Fadlu atakuwa ka, kashafanya review kashawajua kashawaona, e, atatafuta namna ya kuadhibiti. Unajua mimi kazi yangu ni kuja, tuna zile insights na uzuri, unajua nilikuwa nimesahau kitu kimoja na uzuri hii michuano aliobakia ni timu moja tu Simba Sports Club kutoka Tanzania ndo amebakia kwenye michuano ya CAF kwa sababu kuna timu moja inaitwa Yokohama FC, Yokohama FC. Sawa, hiyo Yokohama FC yenyewe inataka izungumziwe tu, ya kwamba ya Japani yenyewe hiyo timu ya Japani ya Yokohama FC iwepo kwenye michuano fulani, isiwepo, iwepo kwenye huku, isiwepo. Yaani yenyewe inataka izungumziwe na usipoizungumzia watu wanaona kama huitendei haki. Sasa mimi naizungumzia Al-Masri. Yeah. Sio nani Al-Masri naizungumzia hapa kwa sababu ndio hii inacheza na Simba kwenye michuano mikubwa ya kombe la shirikisho, ambayo Simba ndio timu pekee kutoka Tanzania kucheza kwenye ime, ambayo imebaki kwenye, kwa sababu zilikuwa nne zote zimetoka, imebaki Simba Sports Club, sawa. Na hapa naipa heshima Simba kwa sababu yenyewe pia inanipa mimi nafasi ya, ya kuweza kuendelea kuzungumzia michuano mikubwa kwa sababu leo Simba ikitolewa na yenyewe hata, uh, kama nitaizungumzia mechi ya Esperance, nitaizungumzia mechi ya Al Ahli, labda nitazungumzia mechi ya Orlando, hakuna atakayefuatilia na hakutakuwa na faida na Tanzania. Kwa hiyo mwisho wa siku hiyo, Yokohama FC watulie, kwa sababu Simba ndo timu pekee ambayo ipo kwenye mashindano, kwenye mashindano. Kwa hiyo niwaambie mapema pale, Almasri kuna wachezaji wana uzoefu simenelewa kwa hii michuano lakini pia kuna wachezaji wazuri wamesajiliwa, wakifanya vizuri kwenye michuano ya ndani ya Egyptian League Cup pamoja na e, ligi kwa ujumla, wapo pale wanaunda kikosi cha na wanauchu wa mafanikio na wamebadilisha mpaka kocha Anis bed, Bedelbene. Ni ameshawahi kuwa kocha um, na maanisha ameshawahi kuwa mchezaji wa Al Ahly, ana kombe la klabu bingwa lakini ana kombe la ligi pia na Super Cup amenilo amecheza pale Al Ahly kwa anajua mazingira vizuri ya Misri.